Mfahamu vizuri sana daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu Hassan katika jimbo hili la Lupembe amejenga zahanati zaidi ya kumi na saba. Pigeni makofi mengi sana Ibumila, oye! katika jimbo hili la Lupembe lina vitongoji 227. daktari Samia kapeleka umeme vitongoji mia moja sabini na mbili vimebaki hamsini na tano Piga makofi kwa mama Samia Suluhu Hassan. hey! hey! hey! Ibumila oyee hey! Daktari Samia tunamfahamu kwenye kata hii ya kichiwa tulipo, ulimwona mheshimiwa diwani wa kata hii, alikuweko hapa amezungumza, wameahidi kuongoza kwa kura kwenye kata hii. Kwenye kata hii Daktari Samia ameleta mradi wa maji wa bilioni mbili pointi saba piga makofi kwa Samia Suluhu Hassan. Ibumila oye! Lakini pia kwenye hili jimbo Daktari Samia amejenga vituo vya afya vya kisasa vinne, pigeni makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Kama hilo halitoshi ndugu mgeni rasmi, katika jimbo hili la Lupembe chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan tumepeleka umeme vitongoji 172 na vijiji vyote 45. Piga makofi kwa Samia Suluhu Hassan yeah! Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa tulipo sio mbali na kata ya jirani ya Mtwango yenye vijiji vya Itunduma, Lunguya, Welela, Sovi na Ilunda, hapo napo wanamfahamu Mama Samia Suluhu Hassan. Kata ya Igongoro wanamfahamu Mama Samia Suluhu Hassan. Kata ya Ikuna, Kidegembie, Matembwe, Rupembe, Ninga, Ikondo, Firiga, Idamba, Ukarawa wanamfahamu Mama Samia, pigeli makofi mengi sana. Wananchi wameniambia kwenye kampeni, tunayo barabara kwenye jimbo la Lupembe inayoanzia Kibena stop Lupembe mpaka Madeke. Barabara hii inabeba roho ya uchumi wa wananchi wa jimbo hili lote la Lupembe. Barabara hii ikijengwa kwa lami itafanya hili jimbo uchumi wake kubadilika sana, itafanya viwanda vingi kujengwa, itafanya uwekezaji wengi kuingia kuwekeza Lupembe, itafanya mazao ya wakulima wa jimbo hili yapande thamani, itafanya nauli za magari zipungue. Barabara hii ni muhimu sana ndugu mgeni rasmi, na ipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, na Daktari Samia Suluhu Hassan alikuja mkoa wa Njombe, alituambia barabara hii itaanza ujenzi. Ombi la wananchi hawa mbele yako mgeni rasmi, na mimi kama mgombea kiu ya wananchi hawa wakiwepo wa Ibumira wenyewe ni kutaka barabara hii ianze ujenzi, ikamilike, wananchi wapite kwenye mkeka mweusi. Pigeni makofi kwa chama cha mapinduzi! Ibumira oye! Lakini pia, ndugu mgeni rasmi, wananchi hawa waliniambia kwamba tumejenga zanati nyingi tumejenga shule nyingi, watumishi hawatoshi. Katika jambo ametuomba, tutakapochaguliwa kesho, tukahakikisha kwamba serikali inaajiri watumishi wengi, ili wananchi waepukane na adha ya kuchangia michango ya walimu na watumishi wa kujitolea. Ibumila, uongo kweli? CCM hey! oye hey! Kidumu chama cha mapinduzi! Mheshimiwa mgeni rasmi, wananchi hawa pia waliniambia kwenye kampeni, jimbo la Lupembe ni jimbo la wakulima. Wamefurahishwa sana na mpango wa Daktari Samia Suluhu Hassan wa kuleta mbolea, madawa ya ruzuku kwa wakulima. Wameomba mpango huu uendelee. Ibumila, kweli sio kweli? Ibumila oye! wananchi wa jimbo la Lupembe tukiwa kwenye kampeni wamenieleza kwamba wanatamani vitongoji hamsini na tano ambavyo bado havijapata umeme vipate umeme vyote. Ibumila, uongo kweli? Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, umeona vijana wamejaa hapa. Nimefanya kampeni katika jimbo zima la Lupembe kwenye kila kijiji, kwenye kila kata, mamia na makumi ya vijana wana imani na Daktari Samia Suluhu Hassan. Vijana uongo kweli? Wametuambia mheshimiwa mgeni rasmi kwamba vijana wa jimbo la Lupembe wanatamani mikopo ya vijana iendelee kuwa mingi zaidi. Piga makofi kwa Samia Suluhu Hassan. Ndugu mgeni rasmi, umeona kina mama wako hapa wamefurahi, wakimuimbia Mama Samia Suluhu Hassan. wameniambia kama mgombea ubunge kwamba kwao jambo la afya ni jambo la muhimu sana, hasa afya ya mama mjamzito na watoto. Wameniambia kama mgombea ubunge, wanatamani tukichaguliwa kesho swala la bima ya afya kwa kina mama na watoto kwa wazee na wenye ulemavu ni muhimu sana. Ibumila, kweli sio kweli? Piga makofi kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini pia wananchi hawa wa jimbo la Lupembe katika tarafa ya Lupembe kule, wana kilimo cha chai na wenyewe waliniambia kwenye kampeni kwamba wanatamani kesho, baada ya kuchaguliwa, tuhakikishe zao la chai linakuwa na soko la uhakika na viwanda vikafufuliwa. Ibumila, kweli siyo kweli? Ibumila oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, wananchi wa jimbo la Lupembe, na mimi nikiwa ndiye mgombea ubunge wa jimbo hili, kwa kazi nyingi alizofanya mama Samia, jimbo la Lupembe Tumekubaliana kesho tunaenda kulipa deni kwa mama Samia. Hoye, mama Samia, oye! Mama Samia oye! Oye, wanaosema kesho tunalipa deni kwa mama Samia mikono juu! Ibumila, umeona hii mikono. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi jimbo la Lupembe, siku ya kesho, nataka niwaombe wananchi wa kata zote kumi na mbili za jimbo la Lupembe Waheshimiwa madiwani wenzangu baadhi wako hapo, umeona mheshimiwa mgeni rasmi, ninawaomba wananchi kesho, jambo la kwanza asubuhi baada ya sala ni kwenda kupiga kura kwa Chama cha Mapinduzi, na niwahakikishie wananchi wa jimbo la Lupembe, tutakapompa kura nyingi mama Samia Suluhu Hassan kesho ameahidi kutulipa maendeleo Ibumila oye! oh oh! na ukienda na ukienda kwenye karatasi ya mpiga kura, karatasi ya kwanza unayopewa ni ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Jina la kwanza kwenye karatasi hiyo ni la mama Samia, unatiki. Piga makofi mengi sana. Ukipewa karatasi ya pili ni ya mgombea ubunge. Jina la kwanza la mgombea ubunge ni Edwin Ena Siswalo, unapiga tiki, piga makofi wakedu. Karatasi ya tatu itakuwa ni karatasi ya diwani wa kata yako, na diwani wa kata hii ya hapa na kata zingine zote majina ya madiwani wetu wako namba moja unaweka tiki, piga makofi kwa chama cha mapinduzi. Ibumila oye! Ibumila safi, ndugu zangu wanaIbumila, wanaMtwango, Igongoro, Ikuna na kata zote za jana ambayo mko hapa leo, kwa niaba ya walio wengi, mimi kama mgombea ubunge nataka niwahakikishie mtakapompa kura nyingi Mama Samia Suluhu Hassan, mtanipa ujasiri mimi, mbunge wenu wa kwenda kuwasemea. Uongo kweli jamani? Tukapige kura kwa ajili ya kuomba barabara, tukapige kura kwa ajili ya kuomba maji, tukapige kura kwa ajili ya umeme, tukapige kura kwa ajili ya watumishi, tukapige kura kwa ajili ya vituo vya afya, tukapige kura kwa ajili ya ajira tukapige kura kwa ajili ya mikopo. Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi. <tipi> Ndugu wananchi wenzangu Ibumila oye! Ndugu wananchi wenzangu leo ni siku ya historia sana kwetu, lakini kesho ndio siku muhimu, na niwaambie ndugu wananchi wa jimbo la Lupembe upigaji kura uko mara moja tu kwa miaka mitano. CCM oye! Katika miaka mitano unapiga kura mara moja tu, ambayo ni kesho. Usikose haki hiyo ya kwenda kuandika historia, nenda kapige kura ya kishindo ya kuleta maendeleo jimbo la Lupembe. CCM oye! Kidumu chama cha mapinduzi! Ndugu zangu, baada ya maneno hayo, Mama Samia ametuahidi akisha shinda urais, atakuja Njombe kufanya ziara. Mnaosoma, Samia aje Njombe. <tune>